Qala sallallahu alayhi wasallam, la tusarru libila maanake, msiache maziwa kwenye viwele vya ngamia walghanam na mbuzi pia, msifanye hivyo, msiache yale maziwa kwenye viwele vyao, ngamia au mbuzi. Famani bitaaha badu. Lakini sasa hukumu yule atakaye nunua baada ya kufanyiwa hivyo

Baada anyahlibaha, baada ya kumkamua, alishamkamua, akaona hali yake si kama alivyoambiwa. Basa ana khiari ya kuchagua kheri ya moja micizama miwili. Baada ya kushamkamua, inshaa amsakaha, akitaka abaki naye. Inshaa amsakaha, akitaka tabaki naye Ukiamua okay, basi alhamdulillah, una shida lakini, ukabakina wa inshaa raddaha, na akitaka atamrejesha. Lakini wakati unamrejesha, ili upewe upe pesa yako, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa saa min tamrin, na pishi ya tende atarudisha yule aliyemrudisha ule mnyama atamrudisha pamoja na pishi ya tende au kitu fulani. Kwa nini? Kwa sababu ya kufidia yale maziwa ambayo yalikuwepo katika hali ya kuuza, yale maziwa ambayo yalikuwepo wakati anauza. Anayefidia kwa kitu, anayefidia kwa kitu, kama ni eh, pishi ya tende au ni mchele au ni pesa, atailipia

lam yulamu aibuhu, haikujulikanwa kasoro yake. Kwaiyo baadaye ya amejua, baadaye amegundua kile kitu kilikuwa kina shida kile. Falahu lkhiyaru baina raddihi wa imsakihi, ana yeye khiyari kwayo, bila kujali kwamba sasa wewe ulisema yi jari ije mfano wake imekuja sawa, lakini sasa nimegundua kuna shida ipo kwa, kuna khiyari kwa sababu umeuziwa kitu chenye kasoro na labda wakati eh, mwingine hukumwambia pia. falau lkhiyaru baina raddihi wa imsaki ana yeye mnunuwaji khiyari kati ya kumrejesha au kukirejesha kile kitu au kubaki nacho. fa in ta'adhara radduhu ta'ayyana arshuhu, ikishindikana kurejesha basi itakuwa lazima arshi yake yani ilipiwe, arshi yake arshi ni, ni mali kama fidia tuseme, kwa maana fidia ya labda gari hii ikiwa nzima ya uzo milioni kumi, lakini wewe umeniuzia milioni kumi na yenyewe ni mbovu, au umeniuzia milioni tisa. Afa umeniuzia milioni kumi na yenyewe ni mbovu, taayana arshi. Kwa hiyo kuna pesa inabidi ipungue utarudisha pesa fulani. Basi sawa, tufanye uuziana kwa milioni nane u milioni mbili simeleka, taayana arshu, italazimika kutoa arshi yake kama fidia, ili irudi katika bei yake alisia. Wataangalia inauzwa vipi, baada ya hapo, ikiwa katika aliki inauzwa vipi, alafu baadaye utafidia wa idha ikhtalafa fi thamani tahalafa, na wakihtalifiana kwenye thamani wataapizana. Wamekhtalifiana wauzianaji wawili katika thamani, basi wataapizana. Analikuzia kwa shilingi ngapi? Sema bei hii niuzia hii, hapana, mimi nilikuambia shilingi milioni kadhaa. Hapana, nilikuuzia kwa milioni hii, wataapizana. Walikulli minhuma lfaskhu, na ana khiyari pia kwa hiyo walikuli minhuma na ana khiyari, kila mmoja kati ya wao kuivunja biashara. Kwa hiyo hii pia ni khiyari nyingine, khiyari sababu yake uh-huh, ikhtilafu almutabayin, kulia kukhtalifiana kwa bei. Watu waafanya biashara wanahtalifiana, basi pia watapizana, lakini watakuwa na khiyari, ima waamue kubaki au kuvunja ile biashara.